Baba yetu Yesu Kristu apewe sifa, apewe sifa tena. Kwa majina naitwa Consolata Francis, nimeokoka na baba yetu Yesu Kristu amekuwa mwokozi wa maisha yangu na huwa naubiri habari njema ya nyakati hizi za mwisho. So, naombeni mkapate kutubu na mkapate kujiweka tayari na pia mkapate kuwatch video zangu ambazo ambayo nimeweza kutoa katika uh, kwa njia ya YouTube ama kwa TikTok. TikTok najiita Consolata Francis 3. So, naombeni mkapate kutazama hizo video ili mkapate kuelewa zaidi na zaidi. Nilipokuwa kwenye maombi niliweza kusikia sauti ikiniambia, ambia watu wangu, watubu, siku zinakaribia. So, mpendo ambaye unanitazama baba yetu Yesu Kristo akikuja siku ya leo utakuwa mtu wa aina gani? Kwa maana mbele yetu kuna moto mkali wa jehanamu. So, sasa ni wakati wa kuishi maisha matakatifu na kuacha dhambi na kumrudia baba yetu wa mbinguni. Naambeni mkapate kujua hizo siri, kuna siri ya huduma namba, kuna siri ya makanisa Uh, yanavyomtumikia shetani <coughs> uh, <false prophets. coughs> uh, so kuna siri ya pesa mpya ambayo iliweza kubadilishwa na serikali 2019. Kuna siri ya coronavirus na kuna siri, uh, kuna siri ya bendera zote za dunia nzima ambazo zinapatikana Mombasa Kibarani. So naomba mkapate kusikiliza huo ujumbe na mkapate kuelewa mafundisho yangu jinsi ambavyo huwa nafundisha. Na leo ningependa kufundisha jinsi ya kutoa na ningependa kufundisha jinsi ya kufunga ama kufast. <coughs> Watu wengi wa wanajua sorry. Watu wengi wanajua ya kwamba uh, watu wanafaa kuenenda vile maandiko yanasema, lakini watu wanaenda kinyume na maandiko ya Baba yetu wa mbinguni. So ni wakati wa kutendea kazi neno la Baba yetu wa mbinguni ili tukaweze kupata baraka za Baba yetu wa mbinguni na mtu yeyote anapofanya anapo, anapo jambo ama unapofunga ama unapotoa, unasaidia wengine, huwa unatamani una, una pia upate reward reward ama upate tuzo. So tuliweze- tu, tuweze kutendea kazi neno la baba yetu wa mbinguni, ili baba yetu wa mbinguni akaweze kutubariki kwa maana, pia mimi niko katika kipindi cha majaribu na kila mmoja duniani ataweza kujaribiwa, jinsi maandiko yanasema katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana ama Revelation chapter 3 verse 10. Kila mmoja duniani ataweza kujaribiwa na utakapojaribiwa, kwa maana watu wengi wataweza kujaribiwa. Watajaribiwa labda kwa magonjwa, labda kuna watu wanajaribiwa kwa kansa, kuna wengine wataweza kujaribiwa na HIV and AIDS, labda umemeza madawa miaka mingi Baba yetu wa mbinguni ajaacha ukufe. Sasa ni wakati wa kufungua mdomo na kuweza kumwambia baba yetu wa mbinguni, kumwomba baba yetu wa mbinguni msamaha, usiweze kukubali shetani akaweze kuku, uh, kukuangamiza ama ukaweze, uh, kuingia kwenye shimo la uh, shimo uh, kabla hujatubu. So ni wakati wa kutubu ili baba yetu wa mbinguni akaweze kutuokoa na moto mkali wa jehanamu. So utakapojaribiwa, utakuwa utakuwa na jambo gani la kumkumbusha baba yetu wa mbinguni? Tukiangalia, Hezekia alikuwa ni mfalme wa Yerusalemu, na wakati alipopokea habari ya kwamba atakufa, aliweza kumkumbusha baba yetu wa mbinguni mambo mazuri ambayo aliweza kutenda, na baba yetu wa mbinguni akaweza kumwongezea miaka kumi na mitano. So tuki, tusome Second Kings chapter 18, verse 6 inasema. Uh, Hezekiah hii ni habari ya Hezekiah second, uh, Second Kings chapter 18, verse 6 inasema He was faithful to the Lord and never disobeyed him but carefully kept all the commands that the Lord had given Moses. Ma tukiangalia katika tafsiri ya Kiswahili inasema maana alishikamana na Bwana hakuacha kumfuata, bali alizishika amri za Bwana alizomwamuru Musa. Tusome pia 2 Kings chapter 20 verse 1 mpaka 6 ama Wafalme wa pili mlango 20 mstari wa kwanza hadi wa sita inasema About this time King Hezekiah became sick, became sick and almost died. The prophet Isaiah son of Amos went to see him and said to him, the Lord tells you The Lord tells you that you are, you are to put everything in order because you will not recover. Get ready to die. Siku hizo Hezekia akaugua, akawa katika hatari ya kufa. Isaya nabii uh, nabi, mwana wa Amozi akamjia akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako maana utakufa wala hutapona. Verse 2 inasema, Hezekiah turned, turned his face to the, to the wall and prayed and prayed. Basi Hezekia akajigeuza <clears throat> akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana akasema. Verse 3 nasema, Remember Lord that I have served you faithfully and loyally and loyally and that I have always tried to do what you wanted me to do. Ah, uh, you wanted me to and be he began to cry bitterly. Nakusihi Bwana, ukumbuke sasa jinsi nilivyokwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia hakalia sana sana. Verse 4 inasema, Isaiah left the king but before he, he had passed through the control the central court, uh, courtyard of the palace the Lord told him. Ikawa kabla Isaiah ajatoka katika mji, mji wa kati, neno la Bwana likamjia kusema Verse 5 inasema, uh, to go back to Hezekiah, ruler of Lord's people and say to him, I, the Lord, the God of your ancestor David had heard your prayer and seen your tears. I will I will heal you. And it and in three days you will go to the temple. Rudi ukamwambie Hezekia, mkuu wa watu wangu, Bwana Mungu, uh, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi: nimeyasikia maombi yako na nikayaona machozi yako. Tazama, nitakuponya, siku ya tatu utapanda nyumbani mwa Bwana. Verse 6 inasema I will let you live 15 years longer. I will rescue you and the city Jerusalem from the empire of Assyria. I will defend this city for the sake of my own honor and because of the promise I made to my servant David. Tutafsiri na Kiswahili tena nitazidisha siku zako kiasi cha miaka kumi na mitano nami nitakuokoa wewe na mji huu na mkono wa mfalme wa, wa Ashuru, nami nitaulinda mji huu kwa ajili yangu na kwa ajili ya Daudi mtumishi wangu. so Uh, jambo lolote ambalo unatenda wakati, uh, unatenda nyakati hizi za mwisho, wacha tukapate kutenda kwa ajili ya kumtukuza Baba yetu wa mbinguni. Wacha tukatende kwa ajili ya kumtukuza Baba yetu wa mbinguni na kufunza, na kufunza ili pia wewe Baba yetu wa mbinguni asikie maombi yako. Labda umekuwa ukifunga, labda umekuwa ukifunga na auko unafunga kwa ajili ya um, unafunga vizuri ama labda ulikuwa unatoa na huko unatoa vizuri um, Wacha nikufundishe ili ukapate kujua zaidi jinsi ya kufunga. Maybe umekuwa ukifast uki unataka baba yetu wa mbinguni akapate kukusaidia na kazi, na umefast miaka mingi, na baba yetu bado ameweza kunyamaza kwa sababu una fast ama unafunga kwa njia mbaya, ama una fast kwa ajili ya ugonjwa ambao labda uko nao. Maybe uko na cancer, maybe uko na HIV and AIDS, maybe uko na kisukari, maybe uko na high blood pressure. Umefunga, lakini umekuwa ukifunga kwa njia mbaya, so naomba ukaweze kujua jinsi ya kufunga siku ya leo, ili utakapoomba baba yetu ya mbinguni akapate kusikia na kukujibu maombi yako kwa haraka. Tusome katika kitabu cha Matthew chapter At Matthew chapter 6 verse 1 baka 4 inasema make certain you do not perform your religious duties in public so that people will see what you do if you do these things publicly you will not have any reward, any reward from your father in heaven Tuangalie tafsiri ya Kiswahili inasema, angalieni, msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na, uh, mtazamwe na wao, kwa maana mkifanya kama hayo hampati dhawabu, dhawabu kwa baba yenu aliye mbinguni. Bast inasema so when you give something to a needy person do not make a big show of, of it as the hypocrites, uh, hypocrites do in the the houses of worship and on the streets They do it so that people will praise them. I assure you, they have already been paid in full. Uh, basi wewe uh, basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako uh, mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na, uh, na njiani ili watukuzwe na watu. But when you, uh, but when you help a needy person do it in, in a such a way that even your closest friend will not know about it. I amin mean, nawaambia mm-hmm. wamekwisha kupata thawabu yao bali wewe utoapo sadaka hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Then if uh, verse 4 inasema de, then it will be a private matter and your father who sees what you do in private will reward you. Sadaka, wa, sadaka yako iwe kwa siri na Baba yako aonaye sirini atakujaza. So so acha, uh, labda watu wengi wamekuwa wakiangalia vile nabii wao anafanya ama pasta wao anafanya, anatoa anatoa sadaka, anaenda anasaidia watu maybe amesaidia maskini ama amesaidia ma, uh, orphans ama wajane na anapiga picha Saa hii, ma, makanisa mengi mimi nimekuwa nikitembelea makanisa na makanisa mengi ni, ni ya hawa manabii wa uongo ambao walikataa kumfuata baba yetu Yesu Kristu. Nimekuwa nikitembea nikitembelea makanisa nikihubiri habari njema ya kurudi kwa mara ya pili kwa baba yetu Yesu Kristu, so kama wamekataa kumfuata baba yetu Yesu Kristu, watafanya kitu chochote kinyume na maandiko vile anasema, ili wakaweze kupote, kupotosha watu wengine, so msiweze, msiweze kuangalia matendo yao uh, msiweze kuangalia matendo yao vile anafanya, bali sisi tukapate kuangalia na kusoma na kuelewa neno la baba yetu wa mbinguni vile linavyosema lina, lina so, um, labda, uh, labda pasta wako amesema nataka sacrifice ya ya 5000 ama nataka huwa sa, saa zingine wanasema wanaisi Roho Mtakatifu, wanasema uh, wana, watu wanafaa watoe, ana, wanataka watu watano, ambayo maybe natoa tu huu mfano maybe wako na 5000 ama mtu atoe sadaka ya ya 10 ya 20000 ama 50000. So utapata watu wengi wanafuata mienendo yao na wanapotea, kwa maana wanajua neno la baba yetu wa mbinguni na awalitilii awali na na wanaenda kinyume na neno la baba yetu wa mbinguni. So kama pasta wako huwa ana practice haya mambo hadharani, jua kuanzia leo huyo ni nabii wa uongo ambaye anataka upotee. So nilifundisha pia kuhusu manabii hawa wa uongo na, uh, nilifundisha kuhusu manabii hawa wa uongo na tukiangalia katika kitabu cha 2 Peter chapter 2, 2 Peter chapter 2 verse 1 mpaka 2, 2 Peter chapter 2 Uh, verse one, back at two, inasema false prophets, uh, false prophets appeared in the past among the people and in the same way false teachers will appear among you they will bring in destructive, uh, destructive and true doctrines and will deny the master who redeemed them and so they will bring upon themselves certain destruction uh, certain destruction lakini kuliondokea manabii wa uongo katika wale watu, kama vile kwenu kutakavyokuwa walimu wa uongo, watakaoingiza kwa werevu uzushi wa kupotea wa kupoteza, wakimkana hata Bwana aliyewanunua, wakijiletea uharibifu usiokawia. Uh, verse 2 inasema even so, even so many will follow uh, their immoral ways and because of, of what they do others others will speak evil of the way of the truth uh, others will, others will speak evil of the way of truth na wengi watafuata ufisadi wao na kwa hao njia ya ukweli itatukanwa na hapa kweli maandiko yako wazi. Inaweza kuwa labda uh, wame, mtu anasaidia wengine kwa so, kwa social media alafu anachukua ana rekodi na kamera na mtu mwingine ana comment pale, anas, uh, ana pale ana, ana, anaweza kuelezea ile njia ya kweli, lakini utapata mtu anasema labda we uko na wivu ama labda huo ni umaskini ambao unakufanya hivyo, lakini watu wanatukana njia ambayo inafaa ama njia ile ya kweli ah, so kazi yao ni kupotosha wengine, na nombeni mkapate kufunguka macho ili tu, watu wasiweze kupotea na wakaweze kuenda katika ziwa la uh, ziwa la moto. Unaposaidia, unaposaidia maskini ama usaidie mtu yoyote yule ambaye anahitaji msaada wako, fanya kwa njia ya siri, na Baba yetu aonaye an, an, sirini ataweza kukuzawadia sirini. So, wacha niwafundishe, wacha niwafundishe jinsi ya kufunga jinsi ya kufunga ili Baba yetu wa mbinguni akaweze kusikia na kupokea maombi yako kwa haraka. Jinsi ya kufunga um siku ya kufunga uh, watu wengine watu wengine wanapofunga wanatangaza, siku ya fung ya kufunga, ama pasta wao anaweza kusema uh, next week ama next sunday tutaweza kufunga, tutafungia kanisa. Utapata watu wengine wanafunga bila kujua, ama wanafunga uh, na wanafunga kinyume na vile neno, ambalo linasema mtu yoyote afai kukuambia ufunge ama ufast. Unafaa baba uh, Roho Mtakatifu akaweze kukuambia funga na ukaweze kufanya vile Roho Mtakatifu anavyo sema bali mtu mwingine afai kukwambia ufunge, na utapata watu wengine wanafunga na hiyo siku ya kufunga, utapata ana akona ile tamaa ama kuna ile roho ambayo imemwingia, anatangazia wengine ama anaandika kwa uh, kwa sub status, ama anaandika anaandika kwa Facebook yeye ana fast, ama anafanya kulingana na vile aliona pasta wake, maybe alienda kufunga mahali. Saa zingine huwa wanaenda wanafunga na wana show off watu, ili watu wakapate kuwa praise. Hapana, unapofunga fanya kwa njia ya siri, na Baba yetu aonaye kwa siri ataweza kukuzawadia kwa siri. Labda umefunga kwa siku nyingi, kuna watu wengine huwa wana fast kwa muda mrefu, tukiangalia kwa kanisa la Catholic. Wakianza kufast huwa wana fast kwa muda mrefu hapa nataka kukuambia kama unajua neno la Baba yetu wa mbinguni na unaenda kinyume na neno la Baba yetu wa mbinguni hata ufast, uh, uf, uf, ufast siku mia moja, sijui kama Baba yetu ataweza kukusikia maombi yako. Hapo itakuwa unajinyima chakula, unajitesa bure, kwa maana mtu afai kuanaunsi siku ya kufasti, vilevile kwa misikiti mimi huwa naubiria habari njema pia Waislamu, naubiria pagans, nahubiria ndugu zetu uh, Waindi. So ni wakati wa kuacha dhambi na kumrudia baba yetu Yesu Kristo. So hata misikitini watu wa wana, uwa wananaunsiwa wana, wana siku ya kufast ambapo pia aifai. So unapo fast fanya kwa njia ya siri na baba yetu wa mbinguni ataweza ataweza kukuzawadia na ataweza kuona kile ambacho kinatendeka sirini na ataweza kukuzawadia so wacha tuendelee tuendelee kufundishana ama labda une, unaenda kutembelea rafiki yako ama unaenda kutembelea familia familia yako, na siku hiyo ya kufast badala ikwe, ukaiweke ikapate kuwa siri. Maybe umewekewa chakula ama umewekewa kitu chochote cha kukula, uh, unaanza kutangaza. Hapana. Uh, niko mlimani naomba ama nimefunga. Hapana, hapo hakuna zawadi ambayo utaweza kupata, utakuwa unajitesa mwenyewe. So tu, tu, tukapate kulitendea kazi neno la Baba yetu wa mbinguni na akaweze kutubariki. Wacha nifundishe uh, jinsi ya kufast. Maybe unataka kufast; tenga muda wako <coughs> tenga muda wako unaweza unaweza, uh, anza kufast. Maybe dry fasting kuanzia kwanzia 6 mpaka 6 jioni, na hapo unapofunga usiambie mtu yoyote. Uh, wala uh, mtu yoyote hata kwa familia yako afai kujua kama wewe unafunga, wacha ukapate kuongozwa na Roho Mtakatifu jinsi ya kufunga <coughs> siku ya kufunga wacha ikuwe takatifu hiyo siku usidanganye. Usi, ama usifanye dhambi ya aina yoyote ile. Kuna watu labda wanafunga na utapata huyo mtu anadanganya, mtu anafunga, utapata mtu ametoka an, am, anaenda kuzini ama anafanya dhambi zake, a, mambo zake za kila wakati za an, anafanya dhambi. So unapofunga usifanye dhambi ya aina yoyote, wacha hiyo siku ikapate kuwa takatifu. Namba na jambo lingine, kuwa na imani kwamba tayari umeshapokea kile kile ambacho baba yetu a, kile ambacho unakiombea una so kuwa na imani na pia uh, wacha nifundishe hapa kwa wale ambao wameweza kuoana hiyo siku ya kufast uh, naomba ukapate ikapate kuwa ni takatifu, hata usiweze kufanya lile tendo la ndoa. Hii si command, bali nataka kukufundisha hivi ili ukapate kuwa ukiomba, kwa maana ni siku takatifu. Unaweza tenga siku zako, unaweza tenga siku maybe, labda mme wako huwa anasafiri unaweza chukua hizo siku ambazo anasafiri na ukaweza kuanza kufast, ama labda pia a, mtu yoyote hata mme wako ama, mme, ama mke wako afai kujua kama una fast. So un, unafaa ufanye njia kwa njia ya siri na asiweze kujua, ama mnaweza kubaliana kama wana ndoa, inaweza kuwa labda siku ya kufanya tendo la ndoa mnaweza sema, uh, mnaweza kuwa mnaambiana mna, mna, mna ya kwamba iwe mara mbili ama mara tatu kwa wiki, alafu huo muda mwingine mkapate kujiweka kwa maombi. Hivi mtaweza kumshinda shetani na mtaweza kupokea kile ambacho mnaweza kuombea. Baba yetu ataweza kuwajibu kwa, kwa haraka. Si command, lakini nataka tu niwafundishe hii siku ikapate kuwa ni siku takatifu. um, na pia acha tukomee hapo, acha tukomee hapo. Najua ya kwamba mmeweza kujua jinsi ya kufast na pia mmeweza kujua jinsi ya ku first, ya kutoa. Unapotoa, usichukue kamera na kupiga picha uanze kutangazia watu, ama unapoenda kutoa, wacha rafiki yako hata siweze kujua kile ambacho kinatendeka. Nenda usaidie mtu ambaye una, unataka una, una kumsaidia. Maybe unataka kwenda kusaidia orphans, fanya kwa njia ya siri na Baba yetu wa mbinguni ataweza kukuzawadia sirini. So ni hayo tu kwa leo. Baba yetu wa mbinguni akaweze kuwabariki na mkaweze kujiweka tayari siku zote kwa kuacha dhambi na kuishi maisha matakatifu na Baba yetu Yesu Kristo ataweza kutuokoa na moto mkali wa jehanamu. Amen.